Hello, karibu KHMS Organic Farming ni channel inayohusika na, na kutoa eh, mafunzo ya kilimo hai, namna ya kufanya kilimo hai lakini namna ya kuweza kuzalisha mbolea hai, lakini pia inatoa mafunzo namna ya kuzalisha virutubisho vya kilimo hai, lakini pia inatoa mafunzo namna ya kuzalisha viwatilifu vya wa kudhibiti wadudu vya kilimo hai, na pia masuala ya mifugo, lakini pia namna ya kuzalisha microorganisms. Karibu na channel yetu hii. Kama hujajiunga, bonyeza link hapo chini ya kusubscribe na utakuwa tayari umejiunga na channel hii. Fanya kazi kutokea kituo cha SGS Organic Farming uh, kwa siku uh, kwa siku ya leo uh, tupo hapa Manyoni na chubo chini uh, ya mradi wa elevators uh, tumefika kwa ajili ya kuweza kutoa elimu kuhusiana na na kilimo hai na namna gani wakulima wanaweza kufanya kilimo hai wanaweza kuzalisha mbolea hai lakini pia wanaweza wakazalisha viuatilifu hai ambavyo ni rafiki na mazingira, lakini pia ni rafiki pamoja na walaji. Uh, katika semina yetu hii ya uh, uh, siku tano hapa Manyoni tunakusudia kuweza kuwawezesha wakulima kuweza kuzalisha chakula salama, lakini kuweza kutunza afya yao ya udongo, lakini pia kuweza ku, ku, ku, ku, ku uisha, kutunza mazingira. Uh, tumekuja na na, na na moja ya ya mradi ambao tunaita forest and the fruit ambao mradi huu ndani yake mkulima anaweza kuwa na shamba la msitu ambayo atatunza mazingira lakini ndani ya shamba hili mkulima ataweza pia kuweza kupata chakula, atalima nafaka, atalima atalima nafaka mboga mboga, atalima mazao matunda, mazao mizizi, mazao ya viungo. Kwa hiyo ndani yake atapata chakula, lakini katika mradi huu pia tunakusudia kuweza kumwezesha mkulima kuweza kuzalisha malisho ya mifugo. Tuna changamoto, mvua sio za kutosha, malisho hayapatikani, mifugo inapata changamoto. Sasa namna gani ya kuweza kumwezesha mkulima kupitia mradi wa wa food forest ambao ndani yake pia anapata malisho kwa ajili ya mifugo yake. Lakini tuna kuna nadharia sasa ya utunzaji wa mazingira tuna tuna tunaoita tuna mshamba la msitu. E, kwayo, kuna, ya, kwa hiyo ndani yake pia kuna hiyo aspect ya kuwa kunatekeleza mazingira ya upandaji wa miti mingi ndani ya, ya shamba la msitu chakula. Kwa hiyo tunamwezesha mkulima kuweza kupata hayo mahitaji yote. Kwa hiyo tuko hapa Manyoni kwamba kuweza kuwajengea uelewa na magari ambayo wanaweza wakatekeleza huu mradi uh, uki- kwa wale ambao washafika kituoni kwetu pale SJS Organic Farm Center for Sustainable Organic Farming pale Mwanga, Kilimanjaro tuna huu mradi huko pale na tumeshawanzisha na tunataka tuna tusambaze katika maeneo mbalimbali e, kupitia mtu mmoja mmoja, kupitia taasisi kama vile Levetas, UDP Arusha na, e, na na msitu wa msitu wa mboga mboga, pale Mwanga na magari jamii inaweza ika, ika, ika, ikanufaika na, na mradi ambao tumeanzisha na magari jamii inaweza kufanya kilimo endelevu na magari jamii, e, jamii ambavyo ika inaweza ika, ika, ika, ikamitigate changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa ukame za kutokuwa za kutosha, lakini na magari ambavyo tunaweza tukasema tukatunza mazingira yetu. Kwa hiyo katika e, e, semina yetu ya siku tano kwa Manyoni tumekazia kuweza kutoa elimu kuhusiana na na, na, na, na, na mfumo huo wa, wa, wa, wa shamba la msitu wa chakula pamoja na malisho, lakini katikati yake tutakuwa na mafunzo ya, ya ya uzalishaji wa mbolea hai e, tutafundisha uzalishaji wa mbolea siku 59. Hii ni ni, ni ni mboji ambayo inakuwa ina uwezo wa kuchukua siku 59 na ilikuwa tayari kwa ajili ya kuweza kwenda kuitumia shambani. Na mbolea yetu hii unatumia una malighafi ambazo mkulima zinakuwa zinapatikana kwake. Uh, maanake katika lengo letu kubwa tunapomfundisha mkulima tunaangalia tuna, tuna ni namna gani anaweza kupata malighafi kwa urahisi. Hicho ndio cha kwanza ambacho tunakizingatia kwamba malighafi atazipata kwa, kwa, kwa urahisi na ataweza kufanya uzalishaji wa mbo, kile ambacho tumemfundisha. Kwa hiyo tuna tunajifunza mbolea siku 59 ambayo inachukua siku 59, siku 59 kwa kwa matumizi. Lakini eh, inatumia malighafi ambazo zinapatikana eh, kwa urahisi. Tunaongelea kwa mfano, tunaongelea majani na kavu yani mazishi, tunaongelea kinyesi mifugo aina yote ambayo baada ya kuzichoma moto tunafundisha kuziwesha, kuweza kuwa mbolea, kuweza kutumia shambani. Kwa hiyo malighafi zake ni nyepesi, na katikati na, na, vitu vingine vyepesi kama maji vinakuwa vinapatikana na pia tuna, tuna kitu tunaita eh, beam uh, eh, beneficial indigenous microorganism na hiyo inapatikana kwa upesi ambayo tukikuwa tukiwapatia kuna. Kwa hiyo hiyo ni moja ya mada ambayo tutajifunza kwa undani na kwa hatua kwa hatua, na mwisho kufikia kwa vitendo, na magari, mkulima anaweza akazalisha hii mbolea ya mboji na akaweza kaitumia katika shamba lake. Lakini katikati ya, ya mafunzo haya pia tutajifunza kuzalisha mbolea ya uh, carbonize mbolea ya, ya, ya, mbolea ya mkaa kuna wakati mwingine unaweza usiweze kuwa na hizi rasilimali za mboji, usiweze kuwa na rasilimali za za kuzalishia e, mbolea zingine za mfumo wa, wa, mboji, lakini uka, ukaweza kutumia malighafi ambazo zinapatikana katika eneo lako kuzalisha mbolea mkaa ambazo zinakuwa zipo katika mfumo tofauti tofauti. Unaweza kutumia carbonizing rascias ambayo hiyo tutakajifunza, lakini unaweza kutengeneza biochar ambazo pia ni mtindo wa uzalishaji wa mbolea hii ya mkaa ambayo itaweza kumsaidia mkulima kuweza ku kuziongeza thamani, maligafi ambazo nazo shambani kwake yamkini zingebakia tu kama eh, taka au singe ange, wakati mgeni anaona ni malighafi ambazo zingemkera kwenye shamba, tunamfundisha agezaakazuisha kwa hiyo, hii risk ya carbon ni una- unaizalisha kwa kutumia malighafi kama vile mapumba ya mchele eh, na haya mengi ya ukulima amekuwa nayo eh, eh, na na anakuwa akiachoma moto, lakini tunafundisha na namna gani ya kuweza kuya carbonize na na kuweza kuweza kuwa mbolea ya shambani, mbolea mbolea nzuri sana ya kurutubisha ardhi, lakini kuweza kutunza afya ya udongo. Na malighafi nyingine ni kama vile mapuma ma, ma, ma a, a, saw dust mapumba yatokana na mbao mbao, unapochakata mbao na kuvunjwa, ndivyo mbao hizi zinakuwa zinapatikana. Na katika darasa letu hapo mwanzo sikusema, darasa letu linahusisha lina, eh, lina, eh, lina mikoa eh, mitatu tuna Simiu na tuna Morogoro wenyeji no, tuna Simiu tuna Singida wenyeji, alafu tuna tuna watu kutokea Morogoro. Sasa watu wa Morogoro kule kwao wamekuja na na haja kwamba malighafi za soda zinapatwa kwa wingi, na na watu wa Morogoro wamekuwa wakizalisha nishati safi e, e briquettes ambazo sasa wanazalisha briquettes, lakini watakuwa kwenye semina yetu hii, tutaongezea maarifa na magana ambayo wanaweza waka waka waka waka zikarbonize hizo hizo sawdust kuweza kuambolea hai ya shambani. Kwa hiyo hiyo ni mada ambayo tutajifunza eh, uh, kinaga ubaga kwa vitendo kuweza kuona tunafikia lengo la kuweza kuifikisha vizuri kwa kwa darasa yetu. Lakini katikati katika yake pia tutakuwa na, na, na kundi lingine la, la mafunzo namna gani ya kuzalisha virutubisho rafiki vya shambani. Uh, tunataka tuachi kutumia hizi usta za mazao za kemikali ambazo sio rafiki na, ma na, mazao yetu na afya zetu. Tutakwenda kufundisha namna gani kuweza kutumia e, kuzalisha e, virutubisho rafiki foliar fertilizer booster za shambani na, na katikati yake tutajifunza booster ambayo kwa, e, ya maua na matunda potassium booster ambayo hii malighafu ndaki nazo nyepesi malighafu zinamzunguka mkulima kwa e, mfano nikizitaja hapa kama vile tuna malighafu zake tunaongelea tunasema matunda ilio hivyo eh, fruit, fruit, uh, fruit uh, ripening fruits, matunda yaliyoiva yanapatikana kwa wingi. Kwa hiyo hayo yanaweza kutumika, tunayo wengi katika mazingira yetu. Tunaongelea mandi, tunaongelea ndizi, tunaongelea maboga, matikiti. Kwa hiyo hizo malighafi hizo zina zitakwenda kutuongoza kuzalisha booster kwa gharama nafuu. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni, matunda, molasses na na na bim. Kwa hiyo vitu vitatu vinatutengenezea booster ambayo ina gharama nafuu, gharama nafuu kwa sababu matunda yanapatikana na, na matunda haya tuongelee yale mazuri ambayo tunatumia kwa ajili ya chakula nyumbani. Yale ambayo wakati mwingine sokoni yameonekana muuzaji amesema ya yamemharibikia, yale sisi ndio tunatumia kama rasilimali ya, ya, ya shambani. Kwa hiyo hiyo ni mada ambayo tutajifunza kinagaubaga na namna gani ambavyo tunaweza tukazalisha tuka, tuka, tuka, uh, uh, vitubisho vya kilimo hai, lakini pia katikati yake tujifunza kuzalisha mbolea inaitwa mleta maisha kwa mmea. Hii mbolea ni ni, ni, ni mbolea ambayo famous kule India wanaita Jivamrusa. Uh, lakini sisi tukaitoa kuweka kwenye Kiswahili kwa kwa ajili ya kuweza kuwezesha kuweza kuelewa kwa wanafunzi wetu kuweza kuelewa, eh, jina hili ikakanganya wanafunzi. Kwa hiyo tunaita Jivam Rusa lakini kwa Kiswahili mleta maisha kwa mmea, na ile uisha mmea upatia mmea uhai mpya. Kwa hiyo kwenye kwenye ustahi nayo, na malighafi zake ni nyepesi tu. Malighafi zake unaongelea unaongelea mkojo wa ng'ombe, unaongelea kinyesi cha ng'ombe, eh, katikati yake unaongeza unga mikunde lakini bila kusahau molasses na uh, unaongezea pale tunaongezea udongo msimu kwa ajili ya kuongeza kuongeza eh, eh, kuzalisha koloni la kutosha la microorganisms kwenye boosters. Kwa hiyo malighafi ndio hizo chache nyepesi, zinamzunguka mkulima, kwa hiyo tutakwenda kumuelekeza namna kuweza kuzalisha. Lakini katikati yake pia tutajifunza kuzalisha booster nyingine eh, booster nyingine ya eh, ku boost madha yake. Hii ana, anatumia mifupa, jamii ya mifupa kasha mayai e, ma, ma, magome ya viumbe kama vile konokono yanamzunguka mkulima. Kwa hiyo rasilimali mkulima anachagua moja hapo. Si lazima zote, lakini mojawapo kati ya hizo zinamwezesha kuweza kuweza kufanya kuzalisha ya e, e, e, Calphos booster ambayo ni nzuri sana kwa wakulima mazao ya matunda. Itasaidia kuweza kufanya e, shape nzuri ya tunda, lakini itasaidia kuweza kudhibiti blossom end rot. Kwa hiyo ata, ata, ata, enjoy kuweza kufanya uzalishaji wake wa mazao ya matunda kuwa na matunda yenye umbo zuri, lakini ambayo hayajaungua kitako cha tunda. Kwa hiyo katikati yake kitaongezeka vitu vingine kama vile sharabati au sifongo ambavyo vinakwenda kufua kumeng'enya hizo virutubisho na kupata busta yetu kwa ajili ya matumizi ya shambani. Kwa hiyo hiyo ni busta ambayo ipo katika katika moja ya mada ambayo zaifunza hapa Manyoni ni, ni kuzalisha Calfos ambayo itakwenda kuitumika shambani na malighafi zake ni rahisi, zinapatikana Tanzania nzima. Kwa hiyo kama Manyoni anaweza ataweza na sehemu zingine za Msimiu pia nao wataweza kufanya uzalishaji wa busa hii nzuri kwa ajili ya matumizi ya shambani. Lakini baada ya mambo haya tumeshamfundisha mkulima kuzalisha mbolea amezaisha booster, lakini bado kuna kitu kimoja ambacho kinakuwa ni changamoto sana kwa wakulima. Viwatilifu wadudu ah, ah, usumbufu wa wadudu mkubwa kwenye kilimo hasa na magari. Tutajifunza pia uzalishaji wa viwatilifu vya kula kudhibiti wadudu shamba, na viwatilifu kimoja hapo tunakwenda kufundisha viwatilifu network agnias. Na cho hichi ni famous kule India, na sisi tumeki tuna tuna kitu kutoka kwenye jina la Kenya, tunakiita chai chungu hesabu ya ukali wa dawa yake ambavyo inakuwa ina test. Kwa hiyo tunaita chai chungu ni kiuatilifu kwa ajili ya kudhibiti wadudu shambani na kina wigo mpana wa kudhibiti wadudu makundi karibia matatu. Wadudu wanaotafuna, wadudu wanao wanaofyonza na wadudu wanaokata kata majani na, na mashina. Kwa hiyo eh, dawa hii e, eh, kiuatilifu hichi tunakizalisha kwa kutumia mkojo wa ng'ombe, aloe vera, pilipili pili, na viambata vingine. Kwa hiyo ni malighafi ambazo ni rahisi zinapatikana na mkulima anayo na, na, na kwa ajili ya matumizi yake ya shambani, lakini hatutamwacha na kiuatilifu kimoja pia. Katika so, darasa letu tutakuwa na na na tutakuwa kiuatilifu kingine ambacho ambalo tunakiita ambalo kifupi cha neem leaves sodium carbonate and baking soda ambalo tunaita Six Power akinajambata sita ndani yake, na hii nayo inaweka mpana wa kudhibiti wadudu katika makundi yale matatu. Kwa hiyo dawa hii inatengenezwa na, nna maji vafbazo ge naongelea majani ya mwarobaini, unaongelea majani ya papai, unaongelea pilipili, unaongelea tunda la mbelele, unaongelea aa magadi ya asili mpaka ikafikia ile ya kuwa tayari. Kwa hiyo ni viambato ambavyo ni vipesi vinapatikana, na anaweza mkulima kuweza kutengeneza na kutumia katika matumizi yake ya shambani na akavua. Lakini kwa kitu kingine ambacho tutajifunza, kinaita moto wa pilipili. Tunaita moto wa pilipili kwa sababu ya ukali ssue na, na, na, na kufanya vitu e. So kama ambavyo nimesema, tunapatikana Kilimanjaro wilaya ya Mwanga. Karibuni shambani mje muone, na pia karibuni kwa ajili ya mafunzo karibuni kwa mafunzo. Tunapokea wanafunzi katika daraja lolote e, ukitaka kwa Kiswahili, ukitaka Kiingereza, ukitaka kwa vitendo, ukitaka kujitolea, kwa hiyo karibu kituoni kwetu kwa ajili ya kuweza kujifunza na kuweza kupata ama, ama, ama, elimu zaidi kuhusiana hii. Kwa hiyo kwenye semina hii ya Singida e, ni semina nzuri kwa sababu kwenda k kuongeza ufahamu kwa wanafunzi wengi, tunakuwa tuna wanafunzi hamsini. Kwa hiyo ni namba ambayo tunakwenda kuwapatia elimu ya kutosha ambayo itakwenda kuwawezesha kwa sababu tunapofundisha LSP, LSP au wanafunzi hamsini, na wao wanakwenda kuwafundisha watu watano kumbi kuendelea. Kwa hiyo tunakwenda kutanua elimu katika wigo mpana zaidi, kama ambavyo Manyoni ni, ni, ni, ni center ya Tanzania iyo kutokea sehemu zingine mbalimbali wanaweza kwenda kufika na kuzidi kuisambaza hii elimu kwa watu wengine. Kwa hiyo hii ni, ni ni moja ya ya ya, ya way forward kwenye kilimo hai ya kuzidi kutanua wigo wa kilimo hai, kutanua maarifa ya kilimo hai, kuwafikia walengwa hususan wakulima ambao wao ndio ambao wanapitia changamoto za kutumia mbolea rasilimali nyingi na kutopata matokeo mazuri, mashamba yanachoka. Kwa kupitia elimu hii ni wapongeza sana Elevators na wapongeza sana Elevators kwa kuweza ku ku organize seminar kama hii kuwaleta watu kama hapa pamoja kutoka mikoa mitatu, itakwenda kuweza kuleta chachu kubwa kwenye kuweza kuwezesha jamii kuweza kubadilika kutokana na makuwa kutegemezi kutegemea mbolea za chungu chungu na vitu vingine sumu kali ambapo tumeona madhara yake kwenye udongo, tumeona madhara yake kwa walaji. Kwa hiyo kupitia liletasi wanafanya kazi kubwa, na ni wasi waziri kuendelea kufanya kazi hii ili kuweza kuibadilisha jamii katika mtazamo. Jambo kubwa sana kubadilisha mtazamo kilimo hai kinawezekana, ni kubadilisha mtazamo na kuchukua hatua na kuwa na elimu sahihi, kama ambazo wanatoa CJS na vitu vingine vinatoa. Tuwe na elimu sahihi, tunapofanya mambo tufanye kwa usahihi, tusiingie tu kwenye kutumbukia kufanya kwa sababu fulani amesema biashara zao ile ni biashara, nataka ni elimu organic, lakini pata elimu kutosha, kuwa na misingi imara zenu, utaweza kuenda kwenye mwendo mzuri na kuwa na sustainability yako ya, ya, ya production yako ya farming yako kwa hiyo ni wapongeze washiriki wote ambao wameshiriki mafunzo haya, ichukue kama fursa, ichukue kama kama way forward, ichukue kama kama kama kitu cha kusogeza mbele zaidi. E, si shetu kujifunza ni shetu si shetu kwa kwa msanyiko, ili bali iweze kuangalia namna gani za kuwa e, way forward, kushare na wengine, kuwapatia wengine maarifa kama ambavyo watu wa Morogoro wanafanya hizo cricket na nazaisha mbolea hai, wanafundisha wakulima, wanazalisha bidhaa kama ambavyo tunaweza kuona katikati yetu, yuko mama anazalisha bidhaa ya product, ya ya ya beetroot nzuri kwa afya, ameandaa katika kilimo hai, iko salama. Ndio, ndio, ndio mwenendo ambao tunahitaji tuweze kuendelea. Kwa hiyo ni wasi eh, member wote ambao tumeanza kushiriki mafunzo haya tuweze kuendelea ku, ku, ku, ku kufungua mali zetu, fikra zetu zizidi kutanuka. E, tusishie, tutengeneza tumboji, tuangalie mbali, tutengeneze mboji tutumie kwenye mashamba yetu, lakini tutengeneze, tuhusie jamii, tuwashirikishe jamii na waweze kupata, lakini cha muhimu sana tuwe na mashamba darasa katika jamii yetu, itakuwa nzuri sana, watu waweze okay, kuamini e, na kama ambavyo kabila yetu ya kituo cha SCS namba moja ni kwamba wanafanya kwanza wao, ndio wafundisho bila kwa kwa ajili ya kuja kuona kile ambacho tumekifanya, na akarisika. Hiyo sijui inaenda vizuri kwa sisi kama na katika maeneo yetu, njia ni rahisi sana kuweza kuwashawishi walaji, washawishi wakulima kuweza kuchukua mifumo yetu, kukopi mbinu zetu, kwa sababu wataona katika wasilia wetu. Na kitu kingine ni tunahitaji kilimo endelevu, tunataka sustainability ya uzalishaji wetu wa mazao. Kwa hiyo tu, kwa hiyo tu kwenye mashamba yetu tuanze kutekeleza mifumo ya kilimo hai e, mashamba yatachoka kwa kilimo mbolea za chemical, lakini tunapotumia kilimo hai mashamba yanahuishwa, mashamba yanaboreshwa upya. Kwa hiyo tu endelea kutumia kilimo hai ili kuweza kujenga mashamba yetu katika weledi mzuri sana. Ni washukuru sana asanteni, kwa kuweza kushiriki mafunzo ya e, siku tano tukafanya kwa vitendo katika maeneo yetu.